Alishinda kuelewa majira. Leo mpaka ndoto ni ah, kuna hiyo, ni shetani anataka kunifariji hapo. Ndio kwenye wakristo wengi wanafanya makosa yao. Amen. When his prayer was answered, wakati maombi yake maombi yake ilikuwa imejibiwa. Oh, sioka so so, kama vilivyo kwatu sisi leo kuomba. And if God answers your prayers, na kama Mungu akijibu maombi yako na kuogopesha mpaka kifo. Aliomba, hata alikuwa isipokuwa majira ilikuwa itafika na wakati, lakini Mungu alikuwa tayari amejibu maombi, kwa sababu huyu Yohana Mbatizaji kulingana na maneno ya Mungu, malaika alisema atakuwa sauti ya mtu aliyaenekana, ambaye anakuja kuti kutengenezea njia ya Bwana ni mtoto Mungu nipee mtoto Mungu, asema amen, imejibu. Nimesha kupea mtoto. Lakini majira ya mtoto na wakati. Kwa sababu huyo mtoto ni sauti ya mtu aliyaye nikai. Inakuja kwa ajili ya masi. Masi ya kari nyaka hada zali Kwa maombi ili kwe kwa kwa tani. Imejibiwa. Lakini nangwajia majira na wakati Kweli kweli. Kwa hiyo sisi Mungu tunapoomba Mungu, maombi Mungu hujibu kila maombi. Nitawasomea hapa kila maombi ya uwaminifu Mungu yajibu, amina. Lakini sasa Mungu anapojibu ni ndio au hapana? Na hivi Mungu anajibu. Kwa hivyo kila maombi unakuwanga unaomba Mungu anakuwanga anayajibu, lakini anajibu kwa ndio ama hapana, na zote ni jibu.